Anaitwa Abdullah Hasnu Makame e, nafasi yangu ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki na vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti na maswala mbalimbali mbali mtambuka ikiwemo maswala ya elimu ya juu. Na kuwepo hapa kwetu sisi, tumekuja kama wabunge wa jumuiya ya Afrika Mashariki kutembelea chuo hichi. Kwa hiyo tuna wajibu vile vile kuwatembelea wenzetu au taasisi mbalimbali kuweza kuona wanafanya nini na wanapofanya vizuri tunaambia mnafanya vizuri na hapa tumeona kweli taasisi inafanya vizuri sana, na ina mfumo tofauti na taasisi nyingine za elimu ya juu ambazo zina, zina, zina mifumo mitatu awa na mifumo mitano na zaidi. Wanataka lazima waende wao wa waweze wa, wa, wa kuwa ni sehemu ya jamii na ni sehemu ya suluhisho ya matatizo katika jamii, sio tafiti zinabaki zinakaa katika, katika makavazi ya vyuo vikuu na, na vyuo vya elimu ya juu bila kufanyiwa kazi. kauli mbiu, kauli mbiu ya taasisi yetu ni uh, taaluma kwa, uh, kwa jamii na viwanda. Kwa hiyo sisi vipaumbele vyetu vya tafiti zetu ambazo tunafanya zinagusa jamii na zinagusa viwanda, ndio maana sisi uh, wa, uh, wanafunzi wetu wa, wa, wa shahada ya, ya, ya, ya pili na shahada ile ya tatu wana, yani kabla hawajaanza kuandika maswala yao ya utafiti wanakuwa na wiki nne au wiki sita wanakwenda kwenye jamii kwenye, kwenye kiwanda. Wana, wanaenda kubaini tatizo, wanaenda kubaini changamoto, wakati mwingine kutengeza fursa. Sasa wakishafanya utafiti wanarudi kwenye jamii au wanarudi kwenye viwanda kwao. Huu sisi ni mtindo ambao sisi tunao ambao unatofautiana na, na taasisi nyingine. Sasa wanafanya vizuri, wameanza vizuri na wenyewe wame, yeah, wame, katika ma, wasilisho la makamu mkuu wa chuo ameelezea kwamba ana n yani, mwenendo wa chuo unaenda kwenye masuala ya Afrika, the Africa we want ya 2063, inaenda kwenye vision ya Tanzania, inaenda kwenye STECO, inaenda kwenye masuala ya kimkakati ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo chuo kinayazingatia hayo. Sisi tumefurahi kuja kuona hayo na tumeshauriana maeneo ambayo pengine wanaweza wakafanya vizuri zaidi, na tumewaambia kwamba sisi ni wenzao kwa lolote lile tuko pamoja na tunaweza tunakaribishana kwa wakati wowote. Lakini vile vile, nadhani mwenyewe nimeshuhudia kwamba wabunge wamefurahia hili zoezi, wamekuwa na maswali mengi sana, na tumesema kwamba kutokana na kwamba labda muda umekuwa mfupi, basi labda siku za usoni tutaweza kupanga uh, mjadala ambao uko structured, tuweze kupata mashauriano yenye tija zaidi na kuweza kuwa na manufaa zaidi kwa Afrika Mashariki lakini na pia kwa chuo chetu cha Nelson Mandela. Kusema mwenyekiti, tutaandaa tutaandaa mdahalo au tutaandaa majadiliano ya muda mrefu, ili tuweze kujadiliana vizuri kwa ajili ya manufaa sio tu ya ya ya jumuiya ya Afrika Mashariki lakini hata kwa manufaa ya Afrika nzima, kwa sababu wote tuko kwenye dhana ya Afrika tunaoitaka 2060.